Sawa, kama Mtanzania nimefurahi na sina kauli ya kusema baada ya huu mchezo zaidi ya kusema inna lillahi wa inna inna ilaihi rajiun, eh, kwa sababu ndivyo ndivyo tunavyoamrishwa wa idha asabatikum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi, mnapopatwa msiba basi hmm, kinachotokea ni kusema tu kwamba hakika E, sisi sote ni wa Mwenyezi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi kwake tutarejea, e, lakini hapa kwenye football hawa wamekutwa wame na msiba k wameondoshwa kwenye, na mara nyingi, mimi huwa nikizungumza, mara nyingi sana huwa nikizungumza watu wenye akili fupi na fikra finyu huwa wanahisi kwamba huu dogo anaropoka. Hii kauli napenda sana kuitumia, sina elewa, baada ya mchezo ambao ulifanyika kule kanali, Suez kanali eh, e, nilizungumza nikasema Simba pamoja na kwamba amepoteza mabao mawili ila Simba ndo ana nafasi kubwa zaidi ya kwenda nusu fainali kuliko Almasri yenye mabao mawili mkono. Nilisema, watu wakaanza kutoa mapovu, ah, huyo hajui kitu huyo ukolo huyo mm, ushabiki umemjaa. Mimi nauona mpira hatua mbili mbele, ha, ya wanapotazama wao watu wa ovyo wanavyouona, si unaelewa eh? Lakini of course, mimi mimi kitu paka nakuja na ki express mbele ya mamilioni ya watu automatically hicho kitu nishakiriview na kisha kuwa proven ni mara ngapi kinatokea? Abdurrahman Behnom, situlizungumza si tulimzungumzia na, yametokea na alifunga bao, nikasema Simba wata, wata, wataenda hatua ya nusu finali, si wamekwenda? Wamekwenda sasa. Kwa nini kwa nini watu wanakuwa waelewi? Yani unaelewa, umetimia. Of course na matokeo yake Simba wanaweka record, narudia tena hii record, Simba Sports Club inakuwa timu ya tatu barani Afrika, timu ya tatu m. barani kwa Afrika kufanya comeback dhidi ya timu ya Misri ambayo tayari imekutangulia mabao mawili mkononi. Rekodi hiyo ilianza kuwekwa mwaka 1975, timu moja inaitwa Enugu Rangers iliweza kutanguliwa mabao matatu kwa moja first leg dhidi ya Ghazal El Mahalla katika dimba la Mahalla Stadium, wakaenda Nigeria azikiwe pale kikapigwa, wakashinda mabao matatu sifuri. Enugu Rangers wakaenda wakachukua kombe, kwa sababu ilikuwa ni finali. Hiyo ndio ilikuwa comeback ya kwanza dhidi ya timu ya Misri kuweza kupata mabao mawili plus. Mm. E ya, ya, ya afu wakaenda waka, waka comeback mara ya pili inatokea ina, inafanywa ina, ina na Experience Sportive de Tunis, de Tunis. Mwaka 2018 umeelewa? Finali ya kwanza dhidi ya Al Ahli mabingwa mara nyingi zaidi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, si ndio? Wameenda wamepata mabao matatu Al Ahli wakiwa boja na arab tatu moja, lakini wanaenda kule eh, Aghrebi Stadium wanakuja wanapoteza kwa mabao matatu sufuri, na inakuwa timu ya pili experience kufanya uh, comeback dhidi ya timu ya Misri ambayo imetangulia mabao mawili, anakuja nani? Simba, Simba Sports, Sports Club ambaye anakuja anafunga mabao mawili tu yanatosha ye kumpeleka kwenye penalty shootout. Inakuwa timu ya kwanza kuitoa timu ya, ya Misri kwa penalty shootout kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, historia. Lakini kama haitoshi inakuwa timu ya kwanza kumfunga Al Masry mabao mawili sifuri ambao ndo nakuwa kipigo chao kikubwa zaidi so far kwenye robo finali zote ambazo wamecheza. Simba Sports Club wameweka sawa robo finali robo finali mm -hmm. Lakini na kama haitoshi pia, na sio sio kwamba wana utaratibu wa kufungua fungua sana mabao mengi mm -hmm. Umeelewa tipi. Mazembe, Simba Sports Club pamoja na Vita Club ndio timu ambazo zimemfunga huyu mabao zaidi ya mawili, pamoja na Pyramids FC, sawa. Wengine wote wanakuwa eh? wanapata goli moja au mbili moja, basi. Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kumfunga Almasri mabao mawili kwenye hatua ya robo finali kwa bila, sawa, eh? Kwa bila na ndio kinakuwa kipigo chao kikubwa zaidi away toka waanze kushiriki hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani okay, Afrika. Mwaka 2018 walimfunga hiyo Semalia kwake bao moja sifuri, mwaka 2020 walipoteza kwa bao moja sifuri dhidi ya RS Berkane, mwaka 2022 walipoteza kwa bao moja dhidi ya RS Berkane. Simba Sports Club mwaka 2025 walikuwa wanataka zaidi ya mabao mawili, wamepata mawili, wanaenda ku progress, lakini kama haujui katika michuano hii Almasri waliocheza e, mechi zote toka 2018, wame, wanapoingia kwenye group stage mpaka wanapofika juu nanane haijawahi kutokea timu imepata magoli mawili katika first half dhidi ya Almasri. Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza e, no, no inakuwa timu ya pili, sorry. Mwaka 2018 Vita Club waliweza kupata mabao mawili, ilikuwa ni tarehe 24 Oktoba 2018 walipata mabao mawili katika kipindi cha kwanza, na mabao mawili wakaja kupata kipindi cha pili. Simba inakuwa timu ya pili kupata mabao mawili pili mm, kipindi cha kwanza dhidi ya Almasri na nafikiri unaelewa kwa nini walikuwa wana lala lala. Sasa niwaambie kitu kimoja, hayo yote nimeweka sawa sawa. Mm. anatokea mtu anakuambia Simba eh, kama ina timu nzuri, kwa nini iwe na wazee? Kwa nini walete mbuzi? Mm. sasa hiyo inahusika vipi na simba na simba? Simba ina management yake sawa, eh? Mm. Simba ina mas, ina, CEO, ina msemaji, umeelewa mm na mimi nipende nipenda kutumia nafasi hii kumpongeza Ahmed Ali kwa sababu kwanza, sasa hivi afya yake sio nzuri sana, kutokana na nguvu kubwa aliyoitumia kwenye hamasa, na chozi limemtoka mpaka analia. Hmm, nimpongeze Ahmed Ali, anafanya kazi kubwa. Imagine unawaaminisha Watanzania kwamba kwa unavuka hmm, wakati tayari una hmm, mabao japokuwa hmm, mi nimekuwa hmm, mtu wa kwanza, narudia tena kauli, mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza nikaonekana chizi, lakini Ahmed Ali yeye hmm, kwa hmm, ye, ukubwa wake na jinsi ambavyo ambavo amekuwa akisemea Simba Sports Club. Eh, anasema kwa ukubwa wake kwamba Simba inavuka pamoja na kwamba ishatanguliwa goli mbili, anatakiwa kupewa heshima huyo, si unanielewa? Dhidi ya Watanzania ambao akili zetu tunazijua wenyewe, alitakiwa apewe heshima, lakini angalia jinsi anavyotumia ile nguvu, mpaka anafikia hatua ile sauti yake inakauka, brother, anatakiwa apewe heshima. Heavyweight, uh, umegusia eneo la uh, semaji na hmm. mimi naomba nipite hapo hapo kabla sijaenda kwenye maeneo mengine muhimu uh, katika mchezo wa leo. Simba imekuwa ina kauli mbiu ambazo zinawapa matokeo chanya yeah. Ilikuwa du odai kaja wo inda wakaita wida na eh, hii hapa sasa wanakuambia tunavuka. Na wamevuka kipi ambacho unakiona kipo, siri ya hizi kauli ambazo wanazitumia na kweli zinatokea? Unajua, hmm. kauli inabeba kitu ambacho kinaashiria vitu ambavyo wachezaji wanalishwa before mchezo hmm. na ndio maana nikakwambia mpaka wanajitungia hii slogan ya kusema tunavuka hmm maanake tayari wachezaji washapewa ile aim ya Simba, nini ambacho kinahitajika kwao. Kile kilichotokea pale ni eh, slogan ambao ita wash, mashabiki wataipokea, then Simba wataiimplement ndio kitu ambacho kimefanyika. of course sawa eh? na nawaambia kitu kimoja, wale ambao wana, wana, wana, wana, wasi, kuna watu, kuna aina fulani ya watu nimewaona, waiache Simba inapokuwa kwenye hii michuano Simba ndo timu ambayo inajua nini inachokifanya zaidi kuliko timu yoyote. Na sikufichi jafu. Of course. Yeah. Nim, unajua Simba walivyo eliminate huyu Almasri nimetaja rekodi mbali mbali hapo. Sawa? Kuna raha pindi ambapo timu inashinda ina, ina au ina progress dhidi ya timu ambayo iliaminika kwamba pengine isingeweza kuwa rahisi kufanyaje ku progress. Sawa? Tofauti na unakutana na timu ya kawaida, mfano Rivers United ambayo ina hadhi ya kucheza kwenye preliminary stage ya CAF Champions League. Mm. Kuna hadhi ya timu ukicheza nayo halafu ukavuka, yule mtu anataka kupewa heshima, sio? Unanielewa, kama ilivyo kwa, kama ilivyo kwa, kwa, kwa Al-Masri yani unaona kabisa kwamba timu ya Misri kutangulia mabao mawili na kwa impossible kuweza kuvuka, lakini Simba wanakuwa timu ya tatu, wanavuka, sio? Unanielewa, kwa hivyo kwa haraka haraka ni kwamba niwaambie tu hawa jamaa, hii michuano kuna vitu vingi vya kuzungumzia usipende kuropoka ropoka na wazee p Simba ni timu ambayo inateka hisia za mashabiki wengi. Automatically mtu akiwa na kitu ambacho anaamini ataisaidia Simba, anaweza akakifanya mwisho wa siku mnaambia oh Simba sijui nini. Yaani mtu anatoa fakti ambazo Almasri haijui hajui hata goli gani ambao Almasri wanafunga, alafu ndio timu tiu washatoka, sio Simba mbovu, haina kikosi kizuri. Kama ina kikosi kizuri, kwa nini walete mbuzi kwa hizo? Sasa hoja gani unatakiwa mtu, unavotoa tathmini, elezea kama livyoelezea mimi hmm. Kuna wachezaji wa kuchungwa nikataja, kuna kina Hamada, kuna Fakhreddin, kuna Salah Mohsin, kuna Abed, Abed, nimetaja nikaelezea, strength yake iko hivi, dribbling skills ya Abdulrahman Benoume atakuwa izingatio, nafikiri watu wamemuona leo vizuri, mchezaji mm, ambaye anaongoza kwa kufanya successive dribbles kwenye Egyptian Premier League. Unatoa tathmini kama hizo, umekaa pepe hivyo, sio vitu vya kuviweka kwenye media mm, ukiwaambia wanaona udogo ajajuzi, ah, hey, lakini lazima niwaambie, umeelewa na Eli Mpanzo anafunga bonge moja la goli, na nishazema anakuwa mchezaji wa tano kutoka Kongo kufanya hivyo.